Mambo vipi, mpendwa mtazamaji wa chanel yetu ya Bongo Soka Fan TV. Bila shaka wamekutana na mjadala kuhusu tukio tata lililopelekea penati ya goli la ushindi ya Simba Sports Club zidi ya Mashujaa, mchezo uliofanyika katika uwanja wa KMC Complex. Hivyo basi sisi kama Bongo Soka Fan TV tumekuletea tukio hili kwa umakini na kwa ukaribu. Litazame kwa umakini, lichambue, liangalie, kisha utuambie, je, tukio hili lilipaswa kuadhibiwa kama penati au Shomari Kapombe alistahili kuadhibiwa kwa kudive na kumdanganya mamusi. Twende pamoja muangalie Shomari Kapombe ni yupo mbele. Na nyuma yake kuna beki hapo ambaye wote wanagombania mpira. Je, beki huyu alimgusa mchezaji au alimcheza mchezaji? Au Shomari Kapombe alidive na kumdanganya referee? Twende sawa hapo. Kama mwana michezo ulichambue goli, ulichambue tukio hili kisha utuambie kama tukio hili lilistahili kuadhibiwa na kuwa penalti au refari alistahili kumwadhibu Shomari Kapombe kwa kudaivu na kumdanganya. Twende sawa, twende kwenye comment hapo.